ambao unatarajiwa kuchezwa leo kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiwa wageni dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu umeweza kuingia dosari mara baada ya siku ya jana klabu ya soka ya Simba kunyimwa haki zake za msingi kuweza kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa stori nyingi kuhusu mchezo huu, kwa sababu Simba waliweza kutoka hadharani na kusema kwamba hawatokwenda kucheza mchezo huu, kwa sababu kanuni zilikuwa zikiwataka kwenda kujiandaa kwa mchezo huu, lakini Simba hakuweza kujiongea. Hivi sasa tunavyoongea, Simba yamepita zaidi ya siku moja wajafanya mazoezi kwa ajili ya mchezo huu wa leo. Kwa hiyo kwa, kwa mujibu wa Simba, wao hawatakwenda kucheza kwa sababu wamenyimwa haki zao za msingi kufanyia mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga wao wameweza kutoka na tamko linalosema kwamba mechi hii leo wanaitambua na wao watafuata kanuni, watakwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kucheza. Ikumbukwe kama klabu ya soka ya Simba wasipotokea, basi watu wengi wanajiuliza je, ni nini ambacho kitakwenda kutokea kwa klabu ya soka ya Simba, kwa sababu msimamo wa Simba ni kuto kwenda kucheza mchezo hii leo, huku msimamo wa Yanga wao wameweza kujitokeza hadharani na kusema kwamba watakwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa na wamesisitiza mashabiki waweze kujitokeza kwa ajili ya kwenda kutazama mchezo huu. Sasa, kwa mujibu wa shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, kupitia FIFA, kuna kanuni ambazo waliweza kuziweka kwa ile klabu ambayo itagomea mchezo, ni nini ambacho kitakwenda kumkuta? Kwa hiyo ngoja tukazichambue zile kanuni ambazo mpaka sasa FIFA wanazisimamia kwa kupitia shirikisho linalosimamia mpira mguu nchini Tanzania kwa kujiwekea kipengele chake katika kanuni hizi sheria inasemaje? Kanuni namba thelathini na moja, kutoka kutofika uwanjani. Timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu ya msingi zinazokubalika kwa TFF, TPLB na au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Sasa ngoja tukaangalie zile adhabu Simba ambazo anaweza kukutana nazo leo iwapo asipofika uwanjani kwa ajili ya mchezo wa Kariakoo derby. Kifungu cha kwanza nukta moja kinasemaje? Kutuzwa faini ya shilingi milioni tano, ambapo shilingi milioni mbili na laki tano itachukua na bodi itachukuliwa na bodi ya ligi kuu na shilingi milioni mbili na laki tano italipwa kwa timu pinzani, kwa hiyo kuna uwezekano Young Africans wakalipwa milioni 2.5 kwa kosa la Simba kuto kufika uwanjani leo. Kifungu cha kwanza nukta mbili kinasemaje kulipa fidia ya maandalizi uharibifu wote unaoweza kujitokeza. Kifungu cha kwanza nukta tatu kinasemaje kupokwa alama kumi na tano katika msimamo wa ligi na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinizamu. Kwa hiyo tunaona kuna uwezekano mkubwa klabu ya soka ya Simba wakaweza kupokonywa alama kumi na tano kutoka katika zile alama wanazounguza nazo ligi kuu Tanzania bara. Sasa kifungu cha kwanza nukta tatu moja kinasemaje? Endapo timu itakuwa na alama pungufu ya kumi na tano itakuwa na alama has kwa kiasi kinachopungua kwenye msimamo wa ligi. Kwa hiyo tunaona kama Simba wakiwa wana alama pungufu ya kumi na tano basi wakiwa labda na alama saba basi watakuwa wanadaiwa alama nane. Kwa hiyo wataendelea kucheza michezo well, yao ili waweze kulipa zile alama nane, lakini simba wana alama zaidi ya hamsini kwa hiyo kuna uwezekano kama wakipokwa pointi wakabakia na alama kwenye thelathini na saba hivi. Kifungu cha tatu nukta cha kwanza nukta tatu mbili kinasemaje? Endapo timu itamaliza msimu wa ligi ikiwa na alama hasi, itaanza na alama hizo hasi katika msimamo wa ligi kwenye msimu unaofuatia wa ligi ya azi yake. Kwa hiyo tunaona kwamba mfano timu ikiwa inadaiwa hiyo alama hasi, kuna uwezekano ikashuka daraja kwa hiyo atakwenda kuanza kwenye kule ligi anaoshiriki kwa kushuka daraja na alama zake hizi hasi, anaendelea kudaiwa. Kifungu cha kwanza nukta nne kinasemaje? Itapoteza haki ya kuchukua gaio lake la mapato ya mchezo huo. Kwa hiyo kama kuna kiasi cha fedha ambacho kimeza kusanywa na Yanga, basi Simba wanaweza wasinufaike. Kifungu cha kwanza nukta tano kiongozi yoyote atakayebainika kushiriki alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutotokea uwanjani bila sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi kumi na mbili. Kwa hiyo kama kuna viongozi wote wamejihusisha kuishawishi timu isitokee, basi kuna uwezo wakafungiwa kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kifungu cha kwanza nukta sita, inaweza kukabiliwa na adhabu zaidi kama ambavyo TFF na TPLB inahitaji kuchukua hatua zaidi kadri itakavyoona na kifungu cha kwanza nukta saba kinasemaje? Timu yoyote iliyopewa adhabu ya faini chini ya kanuni thelathini na moja e, nukta moja moja nukta moja mbili nukta moja tatu haitaruhusiwa kucheza hadi itakapotekeleza adhabu hiyo kwa daraja ambalo itakuwa ipo. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine, hii si taarifa nzuri hususan kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba kwa sababu kuna uwezekano mkubwa Young Africans leo wakaenda uwanjani huku Simba wao wakashindwa kujitokeza kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo kuna adhabu mbalimbali kama tulivyokuambia hapo zinaweza kujitokeza kwa klabu ya, ya soka Simba. Lakini Simba ni weledi mpaka wamefikia kuandika barua kutaka kuto, kucheza mchezo huo basi huenda kuna kitu ambacho wameweza kukiona kwa upande wao kikawa na faida. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Simba naye pia akawa na advantage kwa hiki ambacho adhabu inaweza kumfika kutofika uwanjani inaweza isamkute. Ikumbukwe kwa sasa tunavyoongea, shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF, kupitia bodi yake wapo katika kikao maalum, kikao ambacho muda wowote kuanzia sasa watakwenda kutoa majibu kuhusiana na mchezo huu wa Kariakoo Derby, huku taarifa zikidai kwamba kuna uwezekano mkubwa mchezo kusogeza mbele kwa siku moja. Mamlaka zinafikiria mechi kuchezwa Kesho Jumapili ili kuipa nafasi Simba ya kufanya mazoezi kikanuni, kwa sababu Simba waliweza kunyimwa haki yao ya msingi kufanya mazoezi hapo siku ya jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na wao waliweza kufika, lakini Yanga wao hawatambui siku nyingine yote zaidi ya leo. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa vile vile Young Africans wakashindwa kufikia muafaka na Simba, na wao pia wakaamua kwenda kuucheza mchezo huu. Na kwa upande wa TFF, wao wanaotambua mchezo upo, lakini busara ndizo ambazo kwa sasa zinatumika kuamua ni hipi hatima ya mchezo huu. Je, utafanyika ama usifanyike? Lakini ndio hivyo, kanuni zinasema kwamba Simba asipokwenda uwanjani, kuna uwezekano akapokonywa alama kumi na tano. Kuna uwezekano mkubwa klabu ya soka ya Simba wakapoteza haki ya mapato kupata katika mchezo dhidi ya Yanga. Bila kusahau kuna uwezekano mkubwa timu ya klabu ya soka ya Simba ikalipa zaidi ya milioni tano fedha taslim za Kitanzania. Wacha tuone, wanakuambia tuliza mtori, nyama ziko chini, kwa sababu sakata hili limechukua ukurasa mkubwa sana hususan kwa wapenda soka, wengi wamekuwa na taharuki kubwa kwa hiki ambacho kinaendelea. Yanga wao wanafuata kanuni inavyosema kwamba wanatakiwa kwenda uwanjani, Simba nao pia wanafuata kanuni ya msingi kwamba, sisi kuna kanuni nasema kwamba Simba wangetakiwa kuandaliwa mazingira mazuri na timu ambayo ni mwenyeji wake ambaye ni Yanga kwa ajili ya kufanya mazoezi. Lakini Yanga pia nao wamesema hawahusiki na fujo zote zile ambazo zimeweza kutokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sote tunafahamu Simba na Yanga ni vilabu vikubwa, hususan vinavyopendwa na viongozi mbalimbali mbali, wananchi mbalimbali mbali. Huenda swala hili likatatuliwa kwa amani kabisa na mchezo huu ukaja kupigwa ili watu waweze kuona burudani. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho tumeweza kutafsiria kuhusiana na sheria ambazo zinaweza kuwa bana Simba iwapo wasipofika uwanjani? Je, kwa upande wako wewe umetufikia ukiwa maeneo gani? Na unanini cha kushauri kueleka katika mchezo u toa maoni katika comment, na tutakuja kuyasoma.